Pia na sasa, ndo tunaelekea kaunti namba 28 ambapo waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ametoa onyo kali kwa wakazi wa Marakwet, kaunti ya Elgeyo Marakwet dhidi ya kushiriki kwenye vitendo vya ukeketaji. Akiongea katika eneo la Kapcheboa, Murkomen amesema kuwa wamekubaliana na kitengo cha usalama katika eneo hilo kukomesha visa vya ukeketaji, na akawaonya machifu dhidi ya kuwaficha wale ambao wanaendesha ukeketaji, akisema kuwa iwapo watapatikana watachukuliwa hatua kali za kisheria. mambo ya FKM it is only in Marakwet, so kaunti kamishna yuko hapa We have our new deputy county commissioner ambaye ni DC wetu wa Marakwet East amekuja. Tunataka nichukue nafasi kama mjumbe wa area nikukaribishe na waziri, sababu sasa yeye is the minister of interior na anaelewa na anatoka sehemu hii. Alitaki kusikia maneno ya FGM kwa Marakwet East. Na waziri, ule mtu akipatikana ama mama akipatikana hapa na maneno ya FGM hata kama ni shangazi yako, sababu mimi na wewe tuko na relative server kuambia County Commissioner hawa weke sell wote maneno ya FGM, kuna sheria. Hakuna FGM itaendelea hapa, hakuna kukata msichana yoyote kwa embobuti na kwa mara kwa dist Desemba. Inakuja mama mwenye anashika kisu na mzazi mwenye anashika mtoto yake kupeleka chondoni msichana ati anaenda kukatwa, huyo mama atashikwa. Ule mama anakata ana yeye atashikwa na ataenda kupelekwa kutini, na tupeleke yeye eh, sel huko, na tupeleke jela, ataenda kukula maharagwe akijifunza tabia mzuri kwa sel. Tukio jana na maswala hayo ya kukata